Mipango ya awali ya kuweka mwili wa mwenda zake Raila Odinga katika majengo ya bunge kwa ajili ya kuuagwa na umma ilisitishwa, baada ya umati wa waombolezaji waliokuwa wamekusanyika hapo kuzua vurugu, hali iliyolazimu shughuli hiyo kuhamishwa katika uwanja wa Kasarani. Mtazamaji wa waombolezaji waliokuwa wamefika kuaga mwili wa Raila waliwazidi polisi nguvu na kuvunja vizuizi vya usalama bungeni. Hali ya taharuki iliongezeka huku baadhi ya waombolezaji wakijaribu kuingia ndani ya majengo ya bunge, jambo lililowalazimu wabunge kuingilia kati na kuwataka waombolezaji watulie na kudumisha utulivu na heshima. Mapema asubuhi nje ya majengo ya bunge jijini Nairobi, hali ilionekana kuwa tulivu, huku waombolezaji wakiwa wamewasili kwa ajili ya kuaga mwili wa mwendazake Raila Odinga. Vizuizi vya polisi vilikuwa vimewekwa kuhakikisha usalama. Hata hivyo utulivu huo haukudumu kwa muda mrefu, kwani umati uliokuwa ukizidi kuongezeka ulianza kukosa utulivu na kutaka kuruhusiwa kuingia ndani ya bunge kabla ya kuwasili kwa mwili. Hatimaye walifanikiwa kuvuka nyaya zenye nyembe na kusogea karibu na lango la majengo ya bunge. Baadhi ya waombolezaji walionekana juu ya mapaa ya majengo ya bunge. Mvutano huo uliodumu kwa zaidi ya saa moja ulisababisha mabadiliko ya ghafla ya eneo la kuaga mwili wa Raila Odinga kutoka bungeni hadi uwanja wa Kasarani. Hata hivyo, uamuzi huo haukupokelewa vyema na baadhi ya waombolezaji waliosisitiza kuwa mwili wa Raila Odinga lazima uletwe bungeni. Tumuone kwa parliament mambo <coughs> <coughs> wanatuambia huko, hatutaki nataka <coughs> baba akuje hapa ba, juu iko na usuni sana ya baba inalia. Kwanza jana mpaka leo sijalala hata kidogo. Why should these people take Raila tukasarani? Na sisi kama watu wa Nairobi tumengoja Raila hapa, hatuwezi ena kasarani mpaka waone Raila hapa because Raila ni wabunge wa kwanza kutengeneza

jow tuweze kuletewa mwili wa mpenda wetu Raila Amola Odinga iweze kufika hapa Parliament. Kwa hivyo kwa sababu tumetoka manyumbani bila fea, tutafikaje hapa? kitu kama9sasa tumengoja tumengoja mpaka hizi e, imagine tumekaa, tunaambiwatirailataplewa Kasarani. Nimefika hapa hii masaa, nimepanda gari nime kuja hapa nasikia baba yuko so nasikia vibaya sana Tukotaa kuangalia mwili yake kweli alikuwa amekufa Wakati wa mvutano huo, sehemu ya lango la majengo ya bunge liliangushwa na nsiokwari darubini